Mtazamaji wa gumzo la Ghassani karibu tena kwenye gumzo updates, na leo tunakuenda tena kisiwani Pemba, ambapo tumepokea taarifa kutoka huko ambayo inahusu ziara ya mwenyekiti wa taifa wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman ambaye hivi leo alikuwa Micheweni, mkoa kaskazini Pemba, aliposwali swala ya Ijumaa katika msikiti wa Chamboni. Othman amewasa Wazanzibari wasiwe na huzuni juu ya yale yaliyotokea hivi karibuni, na wazingatie ukubwa wa rehema za Mwenyezi Mungu wakiamini kwamba haki haipotei na dhuluma katu haikubaliki. Amesema kwamba ni dhahiri baada ya yaliyotokea wapo wengi ambao wamehuzunika na wengine kughadhabika, bali la muhimu zaidi ni kutanguliza subra na shukrani kwa imani kwamba kwa rahma zake Mwenyezi Mungu ni kubwa. Ameeleza kuwa waliloleta huzuni, masikitiko makubwa ni kuona wapo ambao wamepora mamlaka kwa njia za kughushi, hadaa na hila, licha ya kujitamba mbele ya jamii wakijivika sura za imani na kujidai kuhimiza amani. Ameendelea Othman Masoud, na hapa namnukuu: kwa sababu waliofanya haya tunawajua, hatuna budi kuwafika na kuwaeleza ubaya waliowatenda pamoja na kuwakataa kutokana na dhuluma hiyo. Mwisho wa kumnukuu Othman Masudi. Pia amehimiza subira baina ya wananchi wenyewe kwa wenyewe, sambamba na kujenga imani kwa hikma na juhudi ambazo viongozi wanazitekeleza katika kupambania haki zao. Kiongozi huyu wa ACT Wazalendo amesema kwamba wanachoomba wananchi ni mshikamano na subira yao, wakati huu wao viongozi wakiendelea kuitafuta haki yao kwa njia za amani na utulivu, na ameahidi kwamba inshallah haki hiyo itapatikana. Akitoa hutuba, imamu wa sala hiyo Sheikh Shame Mbwana Shame alikumbusha wajibu wa waumini kutenda wema ili kuepusha jamii kutokana na kila aina za uovu unaweza kupoteza heshima sasa na kwa vizazi vijavyo, alisema imamu huyo, na hapa na mnukuu, rahma za Mwenyezi Mungu zipo karibu na wale watenda wema. Ndugu zangu, pia utu wa mwanadamu ni kutenda wema na kuepuka kila baya, hata iwapo ni yale yanayomgusa mtu dhidi ya mtu mwingine, kati ya ujinufaisha na nasa za dunia hii, mwisho kumnuku wa kumnukuu. Mara baada ya ibada hiyo, waumini wa msikiti huo wakiongozwa na imamu wao Sheikh Ali Makame Kombo walimwombea dua maalum Alhaji Uthman Masud Uthman, wakimwomba Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi katika majukumu yake. Viongozi mbalimbali mbali wa kijamii, kidini na kisiasa walijumuika wa na Othman Masoud katika ibada hiyo wakiongozwa na mwenyekiti wa mkoa wa kichama Micheweni, maalim Rashid Khalid. Basi ni hayo kutoka updates za Gumzo hivi leo, tuonane mara nyingine aapetokezea jambo la kuarifiana.